Hii ni moja ya mahakama mtandao ikizinduliwa hapa gereza kuu la Isanga Dodoma, ambapo ni miongoni mwa magereza kumi yaliyowekwa huduma hii. Mtendaji mkuu wa mahakama anasema huduma hii ni sehemu ya maboresho ya haki jinai yanayofanywa na muhimili wa mahakama. Kama jaji atakuwa pengine yupo Dar es Salaam au yuko Bukoba au Mwanza, anaweza kumshughulikia eh, mahabusu au mfungwa aliyepo katika gereza la Isanga Dodoma bila ulazima wa yule jaji kusafiri na bila ulazima wa mfungwa huyu pia kupelekwa katika mahakama kwa ajili ya kesi. Kamishina Jenerali wa magereza CGP Jeremia Katungu anasema tangu kuanzishwa kwa maboresho haya ya haki jinai kumekuwa na mabadiliko makubwa na hata idadi ya wa wafungwa na mahabusu imepungua. Tunayo jumla ya magereza 129 Tanzania Bara yenye uwezo wa kuhifadhi jumla ya waharifu elfu ishirini na tisa mia tisa na mbili kwa siku, lakini mheshimiwa, geni rasmi kwa tarehe ya leo, tuna jumla ya waharifu walioko magerezani elfu ishirini na sita mia tisa kumi na saba Idadi ya waharifu iliyopo magerezani ni ndogo ikilinganishwa na uwezo wa magereza kuhifadhi waharifu. Haya ni matokeo ya uboreshwaji wa huduma za haki jinai. Akikabidhi kituo hiki, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa anaeleza umuhimu wake, hasa kwenye eneo la utoaji huduma za haki jinai. Inarahisisha masuala yafuatayo: upatikanaji wa huduma za kimahakama, kuokoa gharama za uendeshaji, kupunguza msongamano wa wananchi mahakamani kuwezesha mawakili kupata rejea za hukumu na nyaraka mbalimbali kwa urahisi, kubaini kuwabaini mawakili vishoka ambao wamekuwa wakiharibu mwenendo wa kesi mbalimbali, kuhakikisha ulinzi wa taarifa na nyaraka, pamoja na kuokoa muda wa wananchi katika utafutaji wa haki, badala yake muda mwingi wanautumia katika shughuli za uzalishaji na hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Magereza mengine yenye huduma hii ni Segerea, Keko, Ukonga, Uyui, Kisongo, Karanga, Butimba, Maweni na Rwanda Nzove, Mbeya. Uzinduzi wa mahakama hizi mtandao ni mwendelezo wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha inafanya maboresho makubwa katika sekta ya utoaji haki jinai nchini. George Mbara, Azam News, Dodoma <muchas>